Rais wa Young Africans mhandisi Hesi Ali Saidi amewatangazia wanachama na mashabiki wa timu hiyo usiku huu, wanamtambulisha kocha mpya ambaye wanaamini atawafikisha wanapopataka. Nianze kwanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu, akiwa tumepita katika kipindi kigumu kidogo, lakini sisi tumesimama imara kwenye mstari wetu na tumefanya maamuzi sahihi kwa ajili ya klabu yetu. Leo tumekwenda kuvuka kwenda kwenye hatua ya makundi. Tuwapigie makofi ya wachezaji wetu, technical staff yetu na uongozi kwa maamuzi mazuri. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, tumeipokea zawadi yako na sisi kama wananchi tunakuhakikishia kwamba tutakwenda mbali zaidi. Tumefanya maamuzi sahihi, na leo usiku wa leo Yanafrika zitatambulisha kocha bora kutoka Ulaya. Tutatambulisha kocha mwenye ubora mkubwa, mwenye experience kubwa, kocha atakayetumbusha kwenye mashindano haya kwenda kwenye hatua inayofuata na ndio muda ambao wananchi eh, wametiz eh, kwamba wanakwenda kumtambulisha kocha mpya eh, ambaye anakwenda kuchukua majukumu sasa ya Romain Folz ambaye eh, alifutwa kibarua chake eh, juma moja iliyopita. Sasa tunasubiria jina la kocha mkuu eh, dakika ni ya thelathini hiyo kwa hiyo tunaamini kwamba kupitia platform zao wananchi Eh, wa watu <laughs> eh, na geuke. Geuke. <laughs> e. Sasa <laughs> sasa ametambulishwa uh, wanamuita kocha wa sayansi <laughs> uh, ya mpira Pedro Goncalves uh, wanasema hakuna Mreno asiyejua boli nani? Bebe unamkumbuka Bebe? Mchezaji huyo Luis, nani akasome, eh nani, anaitwa Bebe, mlete haraka, mlete haraka. Bebe huyo hapo chali. Eh bwana ya mtambulisha mwalimu, ambaye na kwa haraka naona aje ku ku timu ikae sasa ya yes. eh, kiushindani zaidi kwa sababu leo hii kwa mfano, tutazungumza mengi kuhusu Young Africa leo mm. Yanga akilio likuwa moja tu kufuzu, unaweza kucheza mpira mzuri ujafuzu zilizotokea lazima leo ifuzu, watu wazungumze lugha moja kama sivyo, na nilisema, kama ifuzu bakora nao. Wana bahati sana, bahati Folz kaondoka, lakini wamefuzu hilo la kwanza yeah. Mwalimu amekuja, yes. Atapata muda kwa na wachezaji kuona na kuitenga kikosi na na, uzuri tayari amekuta timu imeshafuzu kwa makundi katika hatua hii ya makundi yeah. Ajue nini cha kufanya na nini anahitaji Yanga Afrika lakini pia ushindani nimeangalia Azam. Mm. nimeangalia Singida. Mm. Uh, Black Star wekundu msimu wa Simba uh, ligi ya mwaka huu watu se itakuwa ni e, hatari sana hapa. Mm. cha msingi na cha sekondari ni kwamba uh, watu wazingatie sheria. Mm? askari wanasema sheria eh, eh, bila shuruti eh, eh, na waamuzi nao uh -huh. Yani kusudi mtu akipata ushindi, timu ikipata ushindi ime, hakuna maneno ya, ya baada ya game Hmm. Yani baada ya game mpira unamia, katika Instagram kuanza kulaumu waamuzi, wanakuwa wa mchezo sahihi, amefungwa kutokana na labda timu nyingine ilikuwa bora hmm. ama yeye ndio uh, uh, mpira, matokeo ya mpira. hiyo right. Itachangia kwa asilimia kubwa kupata hmm. uh, very competitive bingwa, kusudi tukipata namna hiyo kila msimu ndio tutapata tutakwenda sasa, ile ubora wa ligi yetu, hata bingwa naye anakuwa bora naye yeah. lakini msimu uliopita tumezungumza hapo yeah. uh, Young Africa yani alichukua ubingwa kwa sababu alishatengeneza kesho yake huko, yeah. Yeah, yeah. Kwa sababu Simba unaona, ndio hivyo sasa, isifikia hatua hiyo. Okay. Yeah. But, ya, ya kocha ipoejwae nata ana uzoefu na soka la Afrika, yeah, yeah, yeah. Afrika. Baadaye majina yake yote anaitwa ya Pedro Valdemar Soares Gonsalves uh, amezaliwa Februari 7 mwaka 1976 na alizaliwa lisbon ureno wakina ronaldo by the way ambaye inamfanya mwaka elfu moja mia tisa sabini na sita mpaka leo inamfanya kuwa na miaka 49 bado kocha kijana hata ukimwona mwonekano wake naku hivo cv yake mwaka 2019 mpaka 2025 ambao naamini ndo kazi yake ya mwisho kabla ya kuja young africans alikuwa kocha timu ya taifa ya angola akiwa kocha mkuu 2019 mpaka 2025 Septemba kama niko sahihi, nafikiri hii ndio nyakati ambayo Jagoso alicheza na Simba Sports pia kwenye kwenye Champions League. Kama niko siko sahihi, master utatazama, uta, nisahihisha. Okay, sawa, lakini 2011 mpaka 2015 alikuwa kocha wa academy ya uh, Sporting Club de Portugal mm -hmm. Kocha orti uh, I mean, yeah, timu ya zamani ya kocha wa Man United Ruben Amorim.

lakini uh, mwaka 1997 mpaka 2000 uh, alikuwa kocha msaidizi wa covad piadade kuishia hapo ya yeah. Kwa hiyo uh, cv yake ina, inazungumza kwamba this is the guy ambaye ana experience na ranks zote za football kuanzia okay, soka la vijana mpaka soka la senior, lakini pia nje ya kiwanja he's a scout, lakini pia hapa nimeonyeshwa preferred formation yake ni 433 pamoja na 4231 utakujao kwenye 433 na 4231 4 2, 3, e, e, kwa kwa rasilimali e, watu waliopo itakuwa kwa, kwa vipi utanipangia hapo? Ehe e, bwana.